Bwana Yesu asifiwe. Amina kwa kweli kijana. Habari ya uzima wako. Unaitwa nani? Ibrahim Shaki. Okay, hii ni Street Gospel na tuna maswali kutoka kwenye Bible. Muujiza wa kwanza Yesu kufanya ulikuwa ni upi? Muujiza wa kwanza. Ah, muujiza wa kwanza... Yesu alizaliwa wapi? Alizaliwa kwa zizi la ng'ombe. <laughs> Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Amina. Habari ya uzima wako? Habari ya uzima wako? Ni njema sana. Unaitwa nani? Naitwa Mwalimu David Simoni. Hii ni Street Gospel. Mujiza wa kwanza Yesu kufanya ulikuwa ni nini? Mujiza wa kwanza Yesu kufanya ni, alibadili maji kuwa divai. Wapi? Alikuwa ni kule harusi, kwenye harusi ya Kana, kule mji wa Kana. Baba yake Samsoni alikuwa naitwa nani? Baba yake Samsoni alikuwa anaitwa Samson aliwahi kupiga jeshi la watu wengi sana kwa kutumia silaha iliyotokana na mwili wa mnyama. Ilikuwa ni nini na watu wangapi? Ilikuwa ni taya la punda, aliangamiza watu wengi kwa maelfu kwa maelfu. Mungu wa kwanza Yesu, Yesu. Yesu kufanya alikuwa ni upi? <laughs> Padada, <unaitwa nani? laughs> kugeuza maji kwa divai. Wapi? Katika mji wa Kana. Samsoni babake alikuwa anaitwa nani? Samson babake? Swala <laughs> so, la mwisho Samsoni aliwahi kupiga jeshi kubwa sana kwa kutumia silaha iliyotokana na mnyama ilikuwa ni nini na watu wangapi? watu elfu tatu alitumia silaha gani? mfupa wa, wa taya Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Hii <laughs> amina, amina, ni SEIC TV. Wewe ni jina lako nani? Hii ni Street Gospel na hii ni Bible Challenge. Yesu, muujiza wake wa kwanza ulikuwa ni upi na wapi um... <laughs> Yesu alizaliwa wapi? Ah, Yesu alizaliwa Bethlehem. Baba yake Samson alikuwa anaitwa nani? Hapana, nitadanganya <laughs> Samsoni aliwahi kupiga jeshi la watu wengi sana kwa kutumia silaha iliyotokana na mwili wa mnyama, ilikuwa ni nini na watu wangapi? I think ilikuwa mfupa, lakini watu... hapana, sikumbuki sana. <laughs> <laughs> <laughs>